Karibu kwenye habari za ulimwengu. Irani imetoa onyo kali kwa Marekani, ikionya kuwa shambulio lolote la kijeshi dhidi ya taifa hilo litaibua vita vikubwa vya kikanda Mashariki ya Kati, hatua inayozidisha hofu ya kuingia katika mzozo mpana unaoweza kuvuta mataifa mengine yenye ushawishi wa kijeshi na wa kisiasa duniani. Onyo hilo limetolewa na kiongozi mkuu wa Iran, Ayatollah Ali Khamenei, ambaye amesema wazi kuwa Irani haitaanzisha vita, lakini ha haitasita kujibu kwa nguvu endapo itashambuliwa na Marekani au washiriki wake katika eneo hilo. Kwa mujibu wa kauli hiyo, Iran inaona hatua za hivi karibuni za Marekani ikiwemo kuongeza uwepo wa kijeshi na kuimarisha ulinzi katika ghuba ya Uajemi kama vitendo vya uchokozi vinavyoweza kusababisha makabiliano ya moja kwa moja. Kiongozi huyo wa Iran amesisitiza kuwa Mashariki ya Kati tayari ipo katika hali tete, na kwamba shambulio lolote dhidi ya Iran litabaki kuwa suala la nchi mbili pekee bali litaathiri usalama wa eneo zima likihusisha njia muhimu za usafirishaji wa mafuta, maslahi ya kiuchumi ya kimataifa, pamoja na usalama wa mataifa ya jirani. Kauli ya Iran imekuja wakati ambapo Marekani imekuwa ikiituhumu Tehran kuendeleza vitendo vinavyohatarisha usalama wa kanda, ikiwemo kuimarisha uwezo wake wa kijeshi na kuendeleza programu yake ya nyuklia, madai ambayo Iran imekuwa ikiyakanusha kwa mara. Wachambuzi wa masuala ya kimataifa wanasema onyo hili ni ishara ya wazi kwamba Iran inajaribu kuweka mstari mwekundu kwa Marekani, ikionyesha kuwa gharama za shambulio lolote zitakuwa kubwa kuliko faida inayotarajiwa. Aidha, wanatahadharisha kuwa kauli kali za pande zote mbili zinaongeza hatari ya makosa ya kimahesabu, ambapo tukio dogo la kijeshi au ajali ya kiusalama linaweza kusababisha mlipuko wa vita vikubwa bila nia ya awali ya pande husika. Hali hii inaendelea kuzua wasiwasi miongoni mwa mataifa ya eneo la Ghuba yakiwemo Israeli, Saudi Arabia na Falme za Kiarabu ambayo yanafuatilia kwa karibu mienendo ya kijeshi ya Marekani na Iran yakihofia athari za moja kwa moja kwa usalama wao wa ndani. Katika sekta ya nishati, wataalamu wanaonya kuwa mzozo wowote unaohusisha Iran unaweza kuvuruga usafirishaji wa mafuta kupitia Mlango wa Hormuz, njia ambayo hupitisha sehemu kubwa ya mafuta yanayotumika duniani, hali inayoweza kusababisha ongezeko la msukumo wa kiuchumi kimataifa. Kwa upande wake, Iran imesisitiza kuwa iko tayari kwa diplomasia, lakini haitakubali kile inachokiita vitisho au mashambulizi ya kijeshi ikieleza kuwa ulinzi wa mamlaka na usalama wake ni jambo lisilojadiliwa. Kwa sasa juhudi za kidiplomasia za kupunguza mvutano zinaonekana kuwa dhaifu, huku kauli za tahadhari na vitisho zikiendelea kutawala mawasiliano ya pande husika, hali inayoongeza wasiwasi wa jumuiya ya kimataifa kuhusu mstakabali wa amani Mashariki ya Kati. Swali kubwa lililobaki ni je, onyo hili la Iran litakuwa kizuizi cha vita au litakuwa hatua nyingine inayosukuma eneo inayo hilo kuelekea mzozo usiotabirika katika kanda ambayo tayari imechoshwa na migogoro ya muda mrefu. Hiyo ndiyo hali ya Iran: onyo kali la Iran kwa Marekani, onyo linaloibua hofu mpya ya vita vya kikanda, na kuifanya dunia kuendelea kushikilia pumzi, kutazama kinachofuata. Mimi ni Isaac Samuel na hii ni Vision TV.